Kuepuka roho ya kumsahau Mungu. Ninapozungumzia swala la kuepuka roho ya kumsahau Mungu, maana yake ni nini? Wengi wanadamu wamekuwa katika hali ya kujipenda wao wenyewe pasipo kumpenda Mungu. Na katika kutokumpenda Mungu ndio maana asilimia kubwa sana ulimwengu huu umejawa katikati ya mabaya na aibu juu ya watu ambao inapelekea watu kuishi katika hali ya kuonewa kila wakati pasipo kufahamu. Siku zote mtu akiishi bila Mungu anajikuta katika hali ya utumwa, ambao utumwa huu unaanzia katika utumwa wa ulimwengu na utumwa wa mwili mpaka kufikia utumwa wa roho. Yesu asifiwe sana. Kuna watu ni watumwa, na hata wanapojaribu kutoka wanashindwa kutoka, kwa sababu wanaishi katika maisha ya utumwa utumwa wa roho, utumwa wa mwili, wote umewakalia kwa sababu wameshindwa namna ya kuweza kuchochea kiroho chao kiwe sehemu ya kuweza kumpenda Bwana. Utumwa wa kiroho ni wa namna gani? Yaani wewe maisha yako kila ukiamka asubuhi, unakuwa unausumbukia ulimwengu, baada ya ulimwengu kukusumbukia wewe, ya kuepuka roho ya kumsahau Mungu. Hapa ndipo shetani amelikalia kanisa. Kwa hiyo unapojaribu kulisaidia kanisa liweze kuwa karibu na Mungu, kanisa linakuwa tayari lipo katika ulimwengu wa kuusumbukia na huo. Baada ya hapo linakuwa katika utumwa ambao unakupelekea muda mda wote unahangaika na mambo ya ulimwengu huu. Yesu asifiwe sana. Na ndio maana Mhubiri anasema hivi, kuna wakati wa kulia na kuna wakati wa kucheka, ila watu wameshindwa kutofautisha. Wao wakati wote wanafikiria ni kucheka. Kuna majira ambayo Bwana anaweza kayaleta mbele yako ili uweze kulia, kuna majira mengine anaweza kayaleta Bwana mbele yako ili uweze kucheka. Ni majira ambayo yanaweza yakaandaliwa, ni lazima mtu wa Mungu uweze kujua. Na ndio maana kuna wakati wa ibada na kuna wakati wa kwenda kushughulika shughuli za maisha yako. Sasa unashangaa, muda wa ibada, mtu anasema mimi ndio leo naenda kumtembelea jirani. Nilikuwa nazungumza na watu asubuhi, asubuhi nikiamka huwa anajaribu kuwapa, kuwatafuta. Kuna watu imani zao ni imani za kuchochea, kama unavyoweza kuona mtu baiskeli yenye pancha na una safari ndefu, baiskeli yenye nini. Sijui kama nyinyi watu mmeishi vijijini mimi drive nime, nimeendesha nime baskeli kwa muda mrefu sana. Nipo kwa nipo kijijini, nilikuwa naweza nikatoka hapa mpaka Kibaigwa kwa baskeli. Tena a na fly, na fly kabisa, yaani na enjoy, na huku nimembeba na mtu. Mlima ukiwa kama mlima, nataka kujipima nguvu jinsi ninavyoweza kupanda ule mlima, lakini kwa sasa ni maisha yanabadilika. Yesu asifiwe sana. Ni maisha nini yanabadilika. Wakati ule nilikuwa na furaha, na hata nilipotoka hapo, nikaanza kuendesha pikipiki, nilikuwa natoka nyumbani Dar es Salaam nakuja mpaka hapa na pikipiki, na na furaha kutoka nini moyoni. Ikafika wakati nikasema, hii naona kama ni kujitaabisha, nikawa natoka Dar es Salaam sasa na gari nakuja, na nilikuwa na furaha. Sasa hivi kuendesha gari nachukia inakuwa ni swala tu la inipeleke ni ninako kwenda, lakini kama ningekuwa na uwezo yani, ningekuwa nataka na, na, na tu niwe na hama. Yesu asifiwe sana. kwa kuna majira sasa, watu wamechanganya, unakuta wakati wa ibada mtu anawaza kwenda kumtembelea jirani, mtu wa ibada mtu anawaza kwenda labda kufanya jambo fulani dwa ibada mtu siku hiyo anajifanya anafua. Huyo ni roho ya kutokumpenda nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unakuta sasa unausumbukia ulimwengu baada ya ulimwengu kusumbukia nani wewe, na unapozungumzia utumwa wa rohoni na wa mwilini tafsiri yake nini? nguvu zako unazimalizia katika kutafuta fedha, lakini fedha ile haina uwezo wa kusaidia wewe. Haleluya! Kwa sababu umeshindwa kuchua na kubeba roho ya kuto kumsahau nani? Mungu. Haleluya! Kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya nane na ule mstari wa saba mpaka mstari wa 19 kwa kuwa Bwana Mungu wako yuwakuagiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito na maji na chemchem na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima, nchi ya ngano na shairi, mizabibu na mitini na mikomamanga nchi ya mizeituni yenye mafuta asili, nchi utakayekula mikate humo pasipo shida, utapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma na milima yake ya, ya kufukai kumi nawe utakula usibe utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Jitahidi usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kuto kuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake zinazokuamuru leo. kumi na mbili. Angalia utakapokuwa umekura na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake na makundi ya ng'ombe na ya kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri katika nyumba ya utumwa, katika nyumba ya utumwa. Alikuongeza katika jangwa lile kubwa lenye tisho, lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, na nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutoa aliyotoa maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani kwa maana wasijue baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu ili kuku kukutendea mema mwisho wako. 17 Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu, uwezo wa mkono wangu ndio ulionipa utajiri huu, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupae nguvu za kupata nguvu za kupata utajiri ili ufanye imara agano lake alilokupa baba zako, kama hivi leo lakini itakuwa kama utamsahau Bwana Mungu wako na kui, na kuiandama miungu mingine kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Sema amen. Hapa Mungu anazungumza na kanisa la sasa. Hapa Mungu hazungumzi na wana Israeli tena. Hapa Mungu anazungumza na mimi na wewe, ambao leo hii ni kama wana wa Israeli, ambao tupo kwenye safari ya kuelekea mbinguni. Safari ya kuelekea mbinguni ina changamoto nyingi, na ndani ya hizo changamoto, kuna watu watashinda, kuna watu hawatoshinda lakini ndani ya madhabahu hii ya ushindi na uponyaji nina hakika kila mmoja atashinda. Mpigie Bwana Yesu makofi ya shangwe. Bwana aliliona kanisa la Jangwani, Bwana alilitazama kanisa la Jangwani, akaona ili kanisa la jangwani lipo katika hali ya sintofahamu, hali ambayo ilikuwa katika namna ya ukame, na hata alipoweza kulitazama aliona majila ya kuonewa yamewadia ya kuonewa yamefika. Wana wa Mungu tunahitaji neno, wana wa Mungu tunahitaji watu, tupokee neno wala sio maneno wanadamu. Wengi wanaoongozwa na maneno wanadamu hawawezi kufika safari yao, wataishia njiani. Haleluya, Haleluya. Haleluya, Bibilia inanieleza kuhusiana habari Bwana alivyolitazama lile kanisa, akaona kumbe watu wakafika maila ambayo wanawezekana wakaenda wakajenga nyumba nzuri, inawezekana wakaishi maisha ambayo ni mazuri, lakini ni lazima niwape angalizo litakaloweza kuwasaidia wakaweza kuiona kanani yao. Tunda wataweza kuona kanani yao yenye baraka, na ndio maana asubuhi ya leo ninahitaji Bwana azungumza na maisha yako, ili uweze kuchukua na moyo wa kumpenda Bwana. Sema amen, sema amen, sema amen, sema amen. Kujiepusha na roho ya kumsahau Bwana Mungu anasema hivi: utakapokula na kushiba ukajenga na nyumba nzuri. Kuna watu wana nyumba nzuri, kuna watu wana yaani, wamejenga nyumba nini nzuri. Nina mshirika wangu mmoja, mshirika, kuna washirika ambao ni washirika wa siri, wanaitwa washirika wa nini wa siri. Hata kwa Yesu walikuwepo, hata kwa Yesu nini walikuwepo, ni anampenda Yesu lakini kutokana na mazingira ya kuwaogopa mafarisayo wao wanajificha. Haleluya, haleluya, haleluya! Wao wanafanya nini? Wanajificha. Haleluya, haleluya! Yule mshirika bwana, tukamsihi akasema na yeye na baada ya hapo akaweza kubarikiwa, akaweza kuinuliwa, akajenga nyumba nzuri ya bilioni mbili. Anasema eti nyumba ya, ya, amejenga nyumba ya milioni 50. Amejenga nyumba ya bilioni mbili. Yaani ukifika pale, yaani ukikaa tu kwenye sofa unawezekana kama unaona, una Mungu unaweza uka, ukaona maono. Lakini juu ya hayo yote Mungu anasema hivi, angalizo ni hili, usije ukamsahau Bwana Mungu wako na ndio maana Mungu anaendelea kusema anasema hii mstari wa mwisho kabisa, mstari ule wa ngapi? Mstari ule wa kumi na ngapi? Kumi na nane? Anasema kumi na tisa. Anasema hivi, lakini itakuwa kama mkisahau Bwana mkimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo kuwa mtaangamia bila nini? Bila shaka. Haleluya. Kwa hiyo tafasiri yake ni nini? Mtu ukiwa na moyo wa kumpenda Bwana, ukiendelea kusoma hapa unaweza ukaona. Bwana yeye hawezi kuwacha ukaa kwenye kilio. Bwana hawezi kuacha ukiendelea kuitumikia hawa wa Misri, hawezi kuacha ukiendelea kuhangaika, hawezi kuwacha ukakosa riziki yako. Na ndiyo maana nasema mkiwa jangwani, niliwalisha mana. Haleluya. Jua halikuwapata wala mwa ugiza halikuwapata. Ni kitu ambacho Yesu au Mungu aliupenda wana wa Israeli, ambao hata sasa anakupenda wewe na mimi. Haleluya, anakupenda wewe na mimi Tukiwa na moyo wa kumpenda Bwana tunaweza tukaona maisha yenye furaha. Hata kama tunajaribu kufanya jambo letu linaweza likaenda, kwa sababu moyo wa kumpenda Bwana upo ndani yetu. Nyanyua mikono yako juu, sema e Bwana Yesu, nipe moyo wa kukupenda, nipe moyo wa kukupenda katika jina la Yesu, nipe moyo wa kukupenda wewe katika jina la Yesu. Wakati mwingine ukafikiria ukaona unaishi kwa ajili yako, unawezekana ukaona unaishi kwa sababu wewe unahitaji uishi. Na kuna wengine hata tukizungumza maneno ya Mungu wanasema, mchungaji, nadhani mimi wala hilo halinifai, maana mchungaji, mimi hilo wala halinihusu. Ni watu ambao ufahamu wao mdogo, ndio naweza kusema hatumhitaji Bwana unamhitaji Yesu. Yesu asifiwe sana. Ukisoma katika kile kitabu cha Zaburi, kama unaandika kitabu cha Zaburi, ile sura ile ya kumi na nne msali wa kwanza mpaka wa wanne, neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema nini? Kitabu cha Zaburi ya kumi na nne msali wa kwanza mpaka wanne, Biblia inasema hivi: Mpumbafu anasema moyoni, hakuna Mungu. Wameharibu matendo yao na kuyafanya chukizo, hakuna atendaye mema. Daudi akalimulika, kuna watu waliokuwa na waongoza Daudi wao, wakaamua kujiinua kwa sababu Bwana alivyowabariki ndipo Bwana akaweka maneno juu ya kinywa cha Daudi, akaweza kuwaambia wana wa Israeli wajiepushe na hiyo roho. Wanasema hawa watu ambao alikuwa anaongoza Daudi, akawatazama wakiwa ndani kwenye mioyo yao akawatazama. Hata sasa kanisa hili Bwana analitazama kutoka kwenye virindi vya mioyo yao, wanasema hivi Mpumbavu anasema hakuna nini? Hakuna Mungu. Ukisoma ule mstari wa pili unasemaje? Toka mbingu Bwana anachungulia wanadamu, aone kama yupo mtu mwenye akili amtafute Mungu, simnasikia. Kwa tafasiri yake nini? Wanaomtafuta Mungu ni watu wenye nini? Wenye akili. Yesu anachungulia kama hapa anachungulia ana, anachungulia hapa, anachungulia ili aweze kuona ni nani mwenye akili anayempenda Yesu, ni nani mwenye akili anayeweza kufikiria mema ya Yesu, ni nani mwenye akili anayeweza kukaa na Bwana, ni nani mwenye akili anayeweza kuhangaika na kazi ya Bwana, ni nani? Yesu asifiwe sana. Ukiendelea kusoma pale mstari wa tatu anasemaje? Wote wamepotea, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema raha hata mmoja. Katika nyakati zile Bwana alitazama kanisa kupitia mtumishi wa Bwana Daudi, akaona katika nyakati zile kanisa limeoza wala hakuna mtu yoyote aliye salama. Lakini nachotaka kuambia Kanisa la Ushindi na Ponyaji, wote mpo salama, hakuna aliyeoza. Nyanyua mikono yako juu, sema e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, mimi nimesalia wala sijaoza, wala sijaoza. Nitamtumikia Bwana, nitasimama na Bwana katika jina la Yesu, sema amen, sema amen.